Tizo, kenza unatokea kata ya Bulongwa ni mjumbe mimi nasema asanteni huko kwenye kiti huko kwa kutufikia sisi wanawake. Wanawake cha kwanza, unapopika ugali unaanza kuomba, uombe ugali, uombee nanini na uchaguzi. Hata ukifika shambani ulime hivi, ukumbuke kwamba tarehe 29 uchaguzi, maombi mahali popote, maombi ndio ya kwanza. Asanteni, tunaomba wanawake siku hiyo mwe, inatakiwa tiki, ingekuwa ya kutiki hapa, tiki tiki tiki. Mungu atujalie, amen. Tunatakiwa tupate kula za kishindo kula nyingi kula za mishindo nyingi, nyingi, tuwazidi miaka mingine yote. Toka huru umepatikana, ni wanaume tu wako na tawala, sasa hizi ni wanawake, na kama mwanamke mwenzetu inatoka, tumpe kula nyingi, tuwashinde wa nyuma, ionekane kabisa, aha, mwanamke anaweza. Tuwaonyeshe uwezo wetu, wanawake, na pia tuache ile habari ya adui ya mwanamke ni mwanamke mwenzie. Sisi adui, rafiki wa mwanamke ni mwanamke mwenzetu Tukampe kura nyingi za kishindo. Wakinamama tunaenda saluni, tukienda saluni pale, tukaongee unaona, tutengeneza nywele bwana eh, mna kichinjio, tunaomba kura kwa mama Samia Suluhu Hassan, tunaomba kura kwa Festo Sanga, tunaomba kura kwa madiwani wetu. Mkisha mkisha wambia hivyo anajua, kwa sababu unakuwa unarafiki. Halafu alafu umwambie ya Chama cha Mapinduzi, unaenda umevaa sare, mbona atuambie? Waambieni. Wanawake sisi ndo, ndo barua. Ina maana sisi wanawake tukifanya vizuri, naamini kabisa mama Samia, hata tuacha kuna mikopo ya asilimia kina mama, tutaongezea kwa asilimia kubwa, kwa sababu tumemsapoti. Na kama tumemsapoti, tuonyeshe nguvu, tuonyeshe umoja wa kina mama, wa kina mama tuna vikundi vikoba vikoba oye, oye! Wao hamna vikoba wakina mama e, mkiwa kwenye vikoba mnaongea nao. Idadi inaonyesha Makete, wanachama Chama cha Mapinduzi ni wachache, lakini wapiga kula ni wengi. Kwao tunawataka wale wenye vichinjio ambao wamefanya nini wamejiandikisha mtu tunaowataka kwa sababu nyinyi sisi tayari ni kula za mama Samia, tukatafute zile ambazo sio Chama cha Mapinduzi kuna wakereketwa kule, kuna wananchi wa kawaida ambao tukienda kuomba kura kwa unyenyekevu, hawezi kushindwa kutupa kura za Chama cha Mapinduzi. Na kwa nini tunaomba? Tuna sababu ya kuomba <coughs> Makete kuna miradi mingi sana mmepewa kwenye ilani yetu ya mkoa wa Njombe yeah. ili tuweze kupata miradi yote kwa ufasaha, lazima tuhakikishe tumepata kura nyingi za rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ndo maana tunakuja mbele zenu akina mama, mkaombe kula kwa mama zetu, mkaombe kula kwa waume zetu, mkaombe kula kwa watoto zetu, wakipigia Chama cha Mapinduzi. Na kwa nini Chama cha Mapinduzi? Chama cha Mapinduzi kina vitu vingi kimefanya nje ya hivi vilivyoandikwa ilani iliyopita, vitu vingi tumepewa, barabara inatengenezwa, si mnaona barabara zinatengenezwa madispensary wana- zinaendelea kutengenezwa, shule zinajengwa, magari, kituo cha afya nadhani mheshimiwa, mm. ambulance zinakuja yeah. Kwa hiyo kuna idadi ya vitu vingi tunaletea mkoa wetu wa nini wa Njombe, kata yetu ya Bulongwa, miradi mingi inakuja na miradi mingi imetekelezwa. Wakina mama, tusio wanyonge, twende tukawaambie Samia akafanya nini tukishaenda kuambia, watajua sababu ya kumpigia nani. Samia suluhu Hassan, sio unaambia tu naomba kula naomba kula. Ya nini? Kwa nini nimpe Samia? Sema mama, kuwa kifua mbele, nenda tamba mama, amefanya moja mbili tatu. Katika utawala wote wa nyuma mpaka sasa, hakuna mwanamke aliyeshusha miradi kama Samia suluhu Hassan, hakuna. Samia ametoa hela nyingi sana. Na ndo maana unakuta idadi za shule, Samia amejenga sana vituo vya afya, amejenga sana barabara, kwa vitu vingi amefanya yule mwanamke jamani. Kwa hiyo hmm, mimi naomba mama zangu tukapambanie, tuka chama cha mapinduzi, tukapambanie chama cha mapinduzi. Hata kama wewe unaona kula zako hazikutosha, sio ndo sababu ya kuhama chama kwa sababu nakuta nafasi ni moja, wanaogombea watu sita saba, lakini mtu anayehitajika mmoja, hawezi kukaa wote sita. Kiti hiki kinakaliwa na mtu mmoja, sio wengi, kwao wakina mama. Hata kama wewe ulikuwa unaona unampenda mtu fulani alikuwa pembeni labda yeye akushinda, sasa hivi ni Chama cha Mapinduzi mtu baadaye chama cha Mapinduzi mtu. E, wakina mama wenzangu mi naamini kabisa kuna mama wazuri walembo kabisa mna nyuso za furaha na mmenifurahisha sana Bulongwa. Kwa hiyo naamini Bulongwa mama Samia atapata kula asilimia tisini na tisa nukta tisa tarafa yetu kwenye kata zetu, lazima tuwe na kura za kishindo za rais za mbunge za madiwani hawa madiwani. Mnaambiwa kuna madiwani wateule ambao wengine wa akiba, ina maana mkifanya vizuri kwenye kura za rais hawa wote mtawapata, wawatumikie nyinyi. Ni wa kwenu, mmewatuma, sio wamejituma wao. Uongo ukweli? mmewatuma ili wawatumikie wa walitumikie taifa wakitumikie chama na wawatumikie wananchi wa Bulongwa kwa ajili ya maendeleo. Mimi najua wamama tunaelewana. Hebu twende tukashuke chini leo. Hapa tupo kikata, kata zote tumeambiwa ziko hapa. Tunawaomba wa mama, mnapokuwa nyumbani, mnapokuwa vijiweni, mnapokuwa sehemu yoyote hata kanisani, sisi tukiwa mjini, tunaomba kula za Mama Samia, tunaomba za wabunge, tunaomba za madiwani. Lakini wapo wengine wanasema Oktoba sasa nini? Yani ukiona mtu anaelewa anasema Oktoba nini, mwambie tarehe 29 mwezi wa 10. Maana wengine kusema Oktoba hawaelewi Itakuwaje sasa? Yes, mweleweshe kuwa mwanamke mwenzangu, rafiki yangu, kipezi changu. Hmm. Oktoba ni tarehe 29 mwezi wa 10. Hmm. Ndio tunapokwenda kutiki kutiki kutiki. Mama Samia, tunakutana Oktoba, tunatiki tunatiki tunatiki.